kwa upande wako hakuna akuna ugozo iko na kapasite zenye itakuwa yungu ya kapasite za Bwana mwana. Akiwa kwa upande wetu magari ze tunaona zituwavole tutazipata karibuni. Bwana mwana akiwa kwa upande wetu, watoto tutapata furanga za kuwalipia kwa masomo. kupata nguvu sababu Bwana yuko upande. Bwana angelituacha hatungelikuwa mwili hai. Ndio. Hatungelikuwa mwili hai. Niwaambie, huko wenyewe kunapata dawa za hii. Wanakuambia comprime moya. Ni dilo la. Asa kile Bwana akiwa kwa upande wetu utakuja unapona, hakuna kitakachoshinda nani? Kama Bwana tu kwa upande wetu hakuna kitakachokushinda. Waibrania sura kumi na mbili, Waibrania kumi na Waibrania kumi na mbili shaila pili nasema hivi: basi na sisi pia, kwa sababu tunazungukwa shailamoda la bili, tunazungukwa na wingu kubwa wa na washuhuda ya namna hii, tuweke kando kila mzigo mzito na zambi inayo ambatana sana nasi kwa upesi, na tupige mbio kwa uvumilivu katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Sura ya pili. Tukitazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza imani yetu, tukitazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza imani yetu ndiye, kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alivumilia msalaba na kuzarau haya naye